Watoto wa Yesu ni wale wako pamoja. Ni wale wanatembea pamoja. Ni wale ambao wameokoka, so mimi ninataka wadudu, mimi ninataka wadudu hata kama wamevaa na utafauti. Sema hiyo sisemi ya kwamba mmoja kufanya njia za moja na kitu kimoja, nasema hiyo, nasema ya kwamba mkae na amani. Nijue ndugu yangu anasema ya kwamba mjenga huko